Na kama bwana ishivyo, kwa kadiri ambavyo Ibrahim Traore atakuwa hai, lile taifa litainuka kama mshale wa moto na kuwa miongoni mwa mataifa yenye nguvu amen, ya kiuchumi na utawala ndani ya Afrika. Jambo moja uelewe, mtu wa Mungu, Mungu ampiganii kiongozi wa kitaifa kwa sababu ya dini ama dhehebu Sikiza haya maneno yangu. Mungu hampiganii kiongozi wa kitaifa kwa sababu ya dini ama nini ama madhehebu, bali Mungu anampigania kiongozi wa kitaifa ambaye atatembea katika misingi ya asili yake ya haki na kweli. As long as wewe ni kiongozi ambayo umesimamia haki, mkono wa Bwana utakuwa pamoja nawe. Wangapi wanaona jinsi na namna ambavyo rekodi zimeanza kuwa bayana kwa bali ya taifa la Burkina Faso. Amen. Chini ya uongozi wa kiongozi Muislamu anaitwa, Ibrahim Traore. Amen. Ni kiongozi Muislamu lakini ambaye ameimarisha utawala wake katika misingi ya nini? Ya haki na kweli. na mimi kama nabii wa Mungu nataka nikwambie maneno haya kwa habari ya Ibrahim Traore. Amen. Mkono wa Bwana upo pamoja naye. Mkono wa Bwana upo pamoja pamoja naye. Na kama Bwana aishivyo, kwa kadiri ambavyo Ibrahim Traore atakuwa hai, lile taifa litainuka kama mshale wa moto na kuwa miongoni mwa mataifa yenye nguvu amen ya kiuchumi na utawala ndani ya Afrika. Ombi langu ni kwamba viongozi wa Afrika wajifunze kutoka kwake. Ishu sio umri. Juhudi nyingi zitafanyika kinyume naye za kumwangamiza. Tumesikia kikundi ambacho kina affiliation na Al-Qaeda si ndio, kimeshambulia kambi ya wanajeshi Burkinafaso, na zaidi ya wanajeshi 200 na wamepoteza maisha, si ndio? <coughs> yote ile ni juhudi ya mkono wa adui kumzoofisha nani? Ibrahim Traore. Kwa please, tunapozungumzia mambo ya utawala wa haki na kweli, hali husiani na ulokole sio sala linalohusiana na nini na ulokole. Tunazungumzia asili ya Mungu, sema asili ya Mungu ambayo ni haki na na kweli Thank you Jesus. Kwa hiyo kiongozi kama Ibrahim Traore yuko katika kusudi la kiungu. Sema yuko katika kusudi la kiungu. Thank you Jesus, amen. Na mambo mengi yatatokea kinyume naye ndani ya mfumo wake na nje ya mfumo katika serikali yake, lakini Bwana na amlinde na kumuhifadhi hai. Amen. Bwana na amlinde na kumuhifadhi hai. Sema kale ka, kwa jina la Yesu. Mungu wa mitume na manabii watakatifu wa tunaomba siku na msibitishe katika utawala wake, mabaya yoyote aliyokusudiwa kinyume naye, Baba uyatengue kwa damu ya Yesu. Ibrahim Traore akalindwe na kuhifadhiwa hai. Na Baba tunaomba katika jina la Yesu, mwinulie watu sahihi ambao watasimama naye, chochote ambacho kimepangwa ndani ya mfumo wake wa ulinzi tende kazi kinyume naye, Baba, kwa damu ya Yesu tunaomba kitenguliwe, na watu wote tuseme amen. Mpigie Bwana Yesu makofi.